Nakupokea katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Mungu mm -hmm. wetu apewe sifa. Mama mm -hmm. Bushake tunakupokea tena kama wewe mwombaji ama mjakoni. Mm -hmm. Mungu akubariki sana. Mm -hmm. Tunapokea na, na dada mdogo, mtoto mdogo kama binti mchekatekaji, tunakupatia karibu tena kwetu. Mungu akubariki. Amen. Sasa, asante na tufurahisha. Okay. Mm -hmm. E, tunakaribisha na walio mbali. Mm -hmm. Wanayetusikia Nasema Mungu apewe sifa hmm. na mubarikiwe nyote kwa ujumla mahali mlipo popote, mtakaposikia neno hili ama mtakaposikia ujumbe huu uwafurahie hmm. na uwapatie faraja. Kitu cha kwanza ni imani. ukiwa hmm. na imani, kila kitu kinatendeka vizuri hmm. hmm. Muamini Yesu, yote vitakuwa sawa hmm. Mungu atupewe sifa, amen. hmm. hmm. Kwa hiyo tunaenda kusikia nyimbo ya ya kwaya hmm. hivi punde nasada

katika mambo ya ulimwengu katika utatu takatifu, tunakushukuru Mungu Baba kwa kukumbuka sisi wa Kristo katika mambo ya ulimwengu, vunjani yoyo yetu

na kulitunza sana daima ah. Punja mioyo yetu inayojau nafisi, mambo kaza wa kaza vya dunia vya tulemea. Punja mioyo yetu inay una jinsi mambo kaza wa kaza vya dunia vyatulemea. Kama alivyosema Yoshua, chagueni njia ya uzima nakulituleezo katika neno pia matendo. Kama alivyosema Yoshua, chagueni neno la uzima, na muwe vielelezo katika neno pia matendo. Vunja mioyo yetu.